Mapenzi ni kwa ajili ya watu wawili, na wawili wanapopendana, sisi wengine wote tunakuwa hatuna cha kusema, tunawaangalia, tuna tunawasikiliza, tunawaunga mkono, tunaweza tukatoa maoni yetu hiya endea, lakini mwisho asiku, wanakuwa wa siku wanaopendana ndio wanaokuwa wanaamua maisha yao yaendeje. Leo natamani niongee kitu kimoja very sensitive ambacho pia inawezekana huwa hatukiangalii kwa jicho la thamani, na hii ni kuhusiana na mambo ya dini. Ninaongelea habari ya dini, kwa sababu inapofika wanaopendana ni wa dini tofauti, changamoto huwa ni kubwa sana, huwa ni kubwa sana kwa sababu kuna mmoja atatakiwa abadilishe dini. Kuna wengine wanaamua wabaki na dini, kila mtu abaki na dini yake, lakini all in all muungano huo unatokea. Sasa natamani sana kuongea na wale ambao inabidi tubadilishe dini ili tuweze kwenda kwa, tuweze kufikia nafasi ya kuuya, kuungana kwenye ndoa pale inapobidi mmoja kubadilisha dini, naomba tuwe waangalifu sana sana sana sana, kwa sababu pale ambapo unapomchukua mwenzako ukamwingiza kwenye dini yako, halafu ukatamani ya muishi maisha ambayo mna worship dini ambayo mmekubaliana, it's well and good, ni maamuzi yenu. Lakini tabu inakuwa tabu inakuja pale ambapo wewe ambaye unamchukua mwenzako kuingia kwenye dini yako humfundishi kinachotakiwa kiweko kwenye hiyo dini. Wewe mwenyewe dini yenyewe huijui, huijui kuitumikia. Wewe ni Mwislamu, unachojua ni kujifunika ushungi, kuvaa kanzu, kushika tasbihi. Wewe ni Mkristu, unachojua ni kubeba Biblia na kuimba mapambio lakini vitu ambavyo ni vya msingi sana ndani ya dini hauna. Sasa unaingia kwenye ndoa kweli, nakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa kwa pili, alafu mwenzako anakuja kushtuka kwamba dini aliyokuwepo hayupo, haifanyi, haifati dini ambayo wewe umemchukua umemleta ndani ya dini yako, wewe mwenyewe huifanyi, yeye mwenyewe anaenda kujifunza wapi? Hajui. Anageuka kushoto na kulia, ghafla amekuwa mpagani haabudu dini yake na wala haabudu dini ya huku alikokuja. Life becomes so unfair, so unfair. Na nitaongelea kwa dini zote mbili. Vijana wangu wa Kiislamu, mnapoamua kubadilisha dini wengine kuwa na uhakika wewe mwenyewe umesimama imara kidini, usijue tu kusali sala tano umeishia unakimbizana una, una unamaliza kuna kuna ada kuna vitu vya suna, kuna namna tofauti ambazo ili kuishi kiislamu zinatakiwa ziwepo. Mfundishe mwenzako, wewe uwe ni mwanamke, uwe ni mwanaume. Na wanaume wengi ndio mara nyingi huwa mnabadilisha dini. Watoto wa kike watoto wa kike wanatoka kwenye Ukristu wanakuja kwenye Uislamu na hawafundishwi vitu vya muhimu watafundishwa mambo juu juu. Halafu huyu ambaye ajui hata dini yake vizuri, utakuja kuisikia suna ya kuoa e, anapotaka kuja kuongeza mke wa pili, ah, au mke wa tatu. Yaani hiyo suna inafanya kazi kweli, tena ndio Uislamu hasa. Naomba niwaambie vijana wangu wa kiume habari ya kuoa watoto wa watu wa Kikristu na kuja kuwakosesha maisha ya kumcha Mungu is wrong. Watoto wangu wa kiume wa Kikristu, habari ya kuoa mtoto wa Kiislamu alafu amnashindwa kuwafanya waishi Kikristu, inakuwa ni ngumu sana. Sisemi kwamba haiwezekani, kwa sababu nimeshawahi kukutana na watu waliobadilisha dini ametoka Uislamu, ameingia Ukristo, anafata kila kinachotakiwa kupita hawa wakristo wenyewe. Na kuna waislamu ambao wakishaamua kuconvert, anakwenda anakuwa mtu mwema, anakuwa m yani Uislamu unamshika haswa, kwa sababu amekutana na mtu ambaye anajua anachofanya. Sasa sikiliza, Dale, kama hauna uhakika, kwa nini unambadilisha mwenzako dini na huna uhakika kama unataka kuhakikisha mnaenda kuishi maisha ya dini, maisha ya kumcha Mwenyezi Mungu, msibadilishane dini, kila mtu abaki na dini yake. Lakini the best thing I can tell you, usiende kuchukua mtu ambaye mtakwenda kuingia kwenye zogo la kubadilishana dini. Wako wasichana wa kikristu ambao utaoana nao mtaishi maisha vizuri, na wako wasichana wa kiislamu, vijana wa kiislamu mtawaoa mwishi maisha mazuri. Hamna sababu ya kuingizia ya kuingizana kubadilishana dini, alafu mnaenda kuishi maisha ya kipagani maisha yasiyo na thamani. Is wrong pretty wrong. Wazazi, naomba tupande tu, tu, tu hizi ideals ndani ya watoto wetu. Wajue changamoto inayokuja baada ya kubadilishana dini. Kama kijana hana nguvu ya kubeba ndoa ya dini yake asiende kubadilisha mwenzake dini. Habari ya kuishi upagani under the umbrella ya kwamba nabadilisha dini kwa sababu nataka kuoa au kuolewa is very wrong. Don't you ever do that hii tunabadilishana dini na tunaishi maisha ya kiburi. Simply, ni kiburi cha pumzi. Ungekuwa huna pumzi, usingefanya hivi vitu. Kwa hiyo kabla hujafanya kiburi cha pumzi cha kuangalia ni jinsi gani unaweza ukamtoa mwenzako kwenye dini yake, aende kuishi maisha yenye thamani, unamleta kwenye dini yako, anakuja kuishi maisha ya kipagani. Acha, huo ni ufidhuli, hiyo ni dhambi, hata kwa Mwenyezi Mungu apendi.